Wakati ambapo wewe umekaa na kuisifia timu yako, lakini vilevile kwenda uwanjani kutazama michezo pale ambapo inatokea a, kuchangia timu huwa unachangia, lakini pale ambapo timu inatoa jezi unanunua jezi na kuzisapoti alafu unajikuta shabiki kindakindaki wa timu yako, basi acha nikwambie kwamba bado hujamfikia shabiki mmoja wa klabu ya Manchester United ambaye kwa bahati mbaya amepoteza maisha Shabiki huyu alipoteza maisha akiwa na umri wa miaka 62. Ni Bulgaria ambaye aliamua kubadilisha jina lake na kujiita Mister Manchester United kutokana na upendo wa dhati aliokuwa nao katika klabu yake ya Manchester United. Lakini shabiki huyu pia, enzi za uhai wake, aliwahi kuchora tatuu kwenye paji lake la uso, tatuu ambayo ina logo ya klabu ya Manchester United kama sehemu ya upendo wa klabu hiyo. Baada ya kuona kwamba kujiita Mister Manchester peke yake haitoshi, lakini aliamua chora tatuu ambayo inaonesha logo ya Man United kwenye kichwa chake. Sasa twende tumjue shabiki huyu wa klabu ya Manchester United, ilikuwaje mpaka akabadili jina na kujiita Mr Manchester United? Marin Sdrakhov Ladishov alikuwa mfanyakazi wa ujenzi huko Bulgaria. Alianza kuipenda Manchester United baada ya tukio lake la kupindua meza kwenye fainali ya michezo ya klabu bingwa barani Ulaya mwaka 1999 kati ya Man United dhidi ya Bayern Munich katika uwanja wa Camp Nou. Baada ya hapo alipambana kwenye kesi mahakamani kwa jumla ya miaka 15 ili kupata haki ya kubadilisha jina lake na kuitwa Manchester United, kesi ya ambayo alikuja kuibuka mshindi mwaka elfu mbili na kumi na nne. Huko nyumbani kwake Bulgaria kumepambwa na vitu mbalimbali vya Manchester United ikiwemo jezi, mabango skafu na picha za wachezaji wake vipenzi akiwemo Bulgaria mwenzake Dimitar Berbatov, ambaye aliwahi kukipiga na klabu hiyo ya Manchester United. Lakini kwa masikitiko makubwa, shabiki huyo ambaye jina lake lilibadilika na kuitwa Manchester Zdravkov Levitshov United amefariki dunia. Mr Manchester, baada ya ushindi wa mabao mawili kwa moja ambao Manchester waliipata dakika za majeruhi dhidi ya Bayern mwaka 1999 Alikuwa na furaha ambapo baada ya siku hiyo aliamua kubadili jina lake, jambo ambalo lilimhitaji kupata nguvu ya kisheria.